Wa mkoa na mwenyekiti wa wilaya amesema, na mimi nikasema siwezi kutoka hapa, maana mwenyekiti wa mkoa amesema tunategemea kauli ya katibu mkuu. Sasa katibu mkuu wa CCM ni katibu mkuu wa chama kinachotawala, au sio ndiyo? Kwa hiyo si lazima aseme yeye, au sio ndiyo? Kwa nimesema nataka Waziri wa Ujenzi ndiyo aseme Waziri wa Ujenzi ndio aseme. Kwa mimi nampigia simu Waziri wa Ujenzi Abdalla Ulega, ataongea na nyinyi moja kwa moja <laughs> Baba, habari yako? Nzuri sana tu, nashukuru. Nipo kwenye mkutano wa hadhara na wananchi wa wilaya ya Roria katika eneo la Shirati na sana. Wanatamani sana kujua katika ahadi zilizoahidiwa na chama chetu kwa wananchi hao kuhusu barabara inayotoka Mika Utegi Shirati mpaka Kirongwe, tunakwenda kufanya nini katika mwaka huu? Oh, asante sana, karibu na kushukuru kwanza, ninayokupongeza kwa kazi kubwa na nzuri unayoifanya ya kumsaidia mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan na mwenyekiti wa chama chetu, na sisi wasaidizi wenu tunaona fahari kubwa sana kufanya kazi chini yenu ninyi majenerali wetu, kwa uh, kazi kubwa mnayoifanya kwa ajili ya nchi yetu, karibukuu uh, ni kweli barabara ya mheshimiwa waziri, naam, wananchi wanasema hawajasikia ukisema CCM oye Naomba wanasise mwaya na ufahari mkubwa, huyu waziri anaizungumza hapa, Adalaulega ni kijana wa Chama cha Mapinduzi toka ametoka chuo kikuu kusoma hajawahi uh, kufanya kazi nyingine isipokuwa ni kuhudumia Chama cha Mapinduzi. Barabara hii ya Mika Utegi Shirati Kirongwe ni kilomita hamsini na sita na katika hizo kilomita hamsini na sita tumeweka kilomita ishirini na saba na hizo kilomita ishirini na saba ni kutoka Utegi mpaka Shirati ambapo tumezitangaza na wakandarasi wamejitokeza wamechukua zabuni na tarehe ishirini na tisa ya mwezi wa nne mwaka huu uh, wiki moja ijayo, tunafungua ile zabuni kuona ni mkandarasi gani aliyeshinda zabuni ya ujenzi wa kiwango cha lami wa Utegi mpaka Shirati, ambapo tukishapungua, maana yake atuyanaofuata ni kumkabidhi kumkabidhi saiti mkandarasi, na kuanza kujenga mara moja wakati huu huu. Ni hatua ambayo tulionayo kwa sasa kwa kipande hiki cha mika Utegi Shirati Kirongwe. Asante sana. Mheshimiwa Waziri, nadhani makofi nabige, gere, na vigelegele umevisikia, na kushukuru sana katibu mkuu, na kushukuru kwa heshima hii pia ya kunipigia simu kuniuliza swali hili. Ni fahari kubwa inaambia tena kusema sisi kufanya kazi chini ya mwenyekiti wetu wa chama ambaye ni rais wetu jenerali wetu Daktari Samia Suluhu Hassan, na naomba niupie tena kuambia wana sishem hapo mara mimi okay, okay. Nimezungumza hapa, ni kijana wa Chama cha Mapinduzi ambaye nimelelewa okay, vyema na chama hiki chini ya mwenyekiti wa wakati huo.